Nduguzangu, majina yangu yamebadilika saa hizi, mara burudoza, mara injinia, lakini jina langu halisi naitwa Samata Shabani Makula, ni mkazi wa kata ya Nyarugusu. Tuko mbele yenu leo kwa ajili ya kazi moja tu ya kuhakikisha kwamba tarehe ishirini na tisa mnakwenda kupiga kula za ndio kwa Daktari Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini kwa Jafari, mbunge wa jimbo la Busanda, lakini kwa burudoza Samata kama jina lilivyobatizwa sisiemuoye -e. Kitu kimoja, ndugu yangu Nyarugusu, tumeanza vizuri. Kabla ya yote, katika barabara zetu za mitaani kilomita 80 hadi 90 tayari tumeshatengeneza kilomita thelathini na saba kwa kumwaga moramu kila sehemu CCM. Lakini bado tuna changamoto nyingi ndani ya kata yetu kama maji. Maji pia ni tatizo, tunacho kisima kimoja tu kinachoopareti maji mpaka sasa hivi. Lakini wakati tunasubiri maji yale kutoka utundwe kule kutupitia hapa kuelekea ukoli tunakwenda kuchimba visima vyetu sisi wenyewe visima viwili, kwa ajili ya kupunguza kero ya maji katika kata ya Nyarugusu. Mambo yapo mengi, twende upande wa afya. Afya pia ni matatizo. Wakazi wa Nyarugusu tumeshazidi sasa hivi tuko takribani laki moja, lakini kituo chetu cha afya kile ni kidogo, kimezidiwa. Nilikuwa nateta na madaktari siku moja, na wauliza jamaa zangu, vipi hapa mbona bili zinakuwa kubwa sana shida ni nini? Wakasema kituo kimebanana, watu tuko wengi, lakini ilani ya Chama Cha Mapinduzi inayosimamiwa na Dokta Samia Suluhu Hassan inakwenda kutatua changamoto za afya katika kata ya Nyarugusu. Twende upande wa barabara. Hii barabara mimi sitaki kuisemea hii hii hapa, sitaki kuisemea, yupo mwenye nayo. Dokita Jafari Hussein anakwenda kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba lami hii imepita. Isipopita, yeye ni wa hapa hapa, hawezi kuchomoa, hatuwezi kumwambia mitano tena. Kwa maana hiyo akifika kule, kama ni sarakasi apinuke, kama ni kuwapiga ngumi apige ngumi, kuhakikisha kwamba lami hii inapita. Sisiemu oye. Zipo changamoto nyingi upande hata wa wafugaji. Wafugaji tunataki takribani ng'ombe elfu kumi katika kata yetu ya Nyarugusu. Sehemu za malisho zimekuwa ni chache kwa sababu tumezichimba tumejenga mapulanti tunaoshea. Kwa hiyo sehemu za kuchungia ng'ombe zimekuwa hazipo. Tunamuagiza Jafari sasa wakati yuko kule juu akahakikishe kwamba ile gemu ile inamegwa hata kilomita kadhaa, wachungaji wapate sehemu ya kulishia mifugo yao, si sehemu hoyo. Ndugu zangu, mambo ni mengi ya kusema, ni mengi lakini, itoshe kusema kwamba tarehe ishirini na tisa ni siku ya upendo, sio siku ya amani tena, ni siku ya upendo, kwa sababu baba na mama mkikosana ndani mtakwenda kupiga kura, mtabaki kufinyana finyana tu kwa hiyo kuna muda mfupi sasa hivi mbaki mna finyana, finyana sasa hivi. Ikifika tarehe ishirini na tisa au zikisogea sogea, upendo na amani vitawale ndani ya nyumba. nolowalola alaga wagalukila kungi geukia huku, ili amani iendelee kuwepo. Sisi hemu oye, mgeni rasmi hapa ndiyo Nyarugusu na hawa ndio wapiga kura wasi wasi wa kata ya Nyarugusu. Sina wasiwasi na wananchi wa Nyarugusu, wanakwenda kuhakikisha kwamba tarehe ishirini na tisa kura za mheshimiwa Samia Suluhu Hassan zinajaa, kura za Dokta Jafari zinajaa, lakini kura za borodoza zenyewe hata tuzisemee zenyewe, zilishajaa mpaka zikamwhakikia CCM oye